Hii ni top 7 ya magolikipa ambao wana clean sheet nyingi katika ligi kuu ya Tanzania bara msimu 2024-2025. Yaani magolikipa ambao wamemaliza mechi nyingi bila kuruhusu bao lolote katika ligi kuu ya Tanzania bara msimu huu 2024-2025. Nitaanza na nafasi ya saba kuwa na mimi mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Nafasi ya saba, wapo magolikipa wawili. Metacha Mnata wa Singida Black Stars pamoja na Ngaleke Katembua golikipa wa Dodoma Jiji Football Club ambao wote wana clean sheet saba. Nafasi ya sita, yuko Yakuba Suleiman golikipa wa JKT Tanzania ambaye ana clean sheet nane. Nafasi ya tano, yuko Yona Amos golikipa wa Pamba Jiji Football Club ambaye ana clean sheet tisa. Nafasi ya nne, yuko Mohamed Mustafa golikipa wa Azam Football Club akiwa na clean sheet kumi. Nafasi ya tatu yuko Patrick Mundhari golikipa wa Mashujaa Football Club ambaye ana clean sheet 12. Kabla sijaendelea nikukumbushe ku subscribe YouTube channel yetu ya Dino Television ili uwe wa kwanza kupata update stories zote za kimichezo pamoja na makala za wachezaji, stories za wachezaji ndani na nje ya soka. Utakuwa umetisha kinoma noma. Nafasi ya pili yupo golikipa wa Young Africans Jigui Diara ambaye ana clean sheet 14 na nafasi ya kwanza yuko Musa Pinpin Kamara golikipa wa Simba Sports Club ambaye ana clean sheet kumi na sita. Hawa ndio magolikipa wa ligi kuu ya Tanzania bara ambao wana clean sheet nyingi katika msimu huu wa 2024 2025. Tukiwa tunaelekea mwishoni mwa msimu huu wa ligi kuu ya Tanzania bara, wewe unaona ni golikipa gani ambaye anastahili kuchukua tuzo ya golikipa bora wa msimu huu wa 2024-2025 katika ligi kuu ya Tanzania bara. Dondosha comment yako hapo kwenye comment. Hapa ni Super ya Dino Television. Endelea kutufollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo. Hii ni top 7 ya magolikipa ambao wana clean sheet nyingi katika ligi kuu ya Tanzania bara msimu wa 2024-2025. Yaani magolikipa ambao wamemaliza mechi nyingi bila kuruhusu bao lolote katika ligi kuu ya Tanzania Bara msimu huu 2024-2025. Nitaanza na nafasi ya saba kuwa na mimi mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Nafasi ya saba wapo magolikipa wawili, Metacha Mnata wa Singida Black Stars pamoja na Ngaleke Katembua golikipa wa Dodoma Jiji Football Club, ambao wote wana clean sheet saba. Nafasi ya sita yuko Yakuba Suleiman golikipa wa JKT Tanzania ambaye ana clean sheet nane. Nafasi ya tano yuko Yona Amos golikipa wa Pamba Jiji Football Club ambaye ana clean sheet tisa. Nafasi ya nne yuko Mohamed Mustafa golikipa wa Azam Football Club akiwa na clean sheet kumi. Nafasi ya tatu yuko Patrick Mundhari golikipa wa Mashujaa Football Club ambaye ana clean sheet kumi na mbili. Kabla sijaendelea nikukumbushe kusubscribe YouTube channel yetu ya Dino Television, ili wa kwanza kupata update stori zote za kimichezo pamoja na makala za wachezaji, stori za wachezaji ndani na nje ya soka, utakuwa umetisha kinoma noma. Nafasi ya pili yupo golikipa wa Young Africans Jigui Diara ambaye ana clean sheet kumi na nne. Na nafasi ya kwanza yuko Musa Pinpin Kamara golikipa wa Simba Sports Club ambaye ana clean sheet 16. Hawa ndio magolikipa wa ligi kuu ya Tanzania bara ambao wana clean sheet nyingi katika msimu huu wa 2024 2025. Tukiwa tunaelekea mwishoni mwa msimu huu wa ligi kuu ya Tanzania bara, wewe unaona ni golikipa gani ambaye anastahili kuchukua tuzo ya golikipa bora wa msimu huu wa 2024 2025 katika ligi kuu ya Tanzania bara? Dondosha comment yako hapo kwenye comment. Hapa ni Super Travel ya Dino Television endelea kutofollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo.